Na mtazamaji karibu, kwa hivi sasa tuzamie swala moja muhimu ambao ujumbe ni nyingi, maanake leo ni kuelimishana zaidi, mm -hmm. na kuzungumza kuhusiana kwamba kama wapo wanandoa ambao mmoja anaweza kuwa katika misuko misuko, mm. ya kupitiliza tu, misuko siku ya kawaida ile ya kupitiliza, na mwingine akamvumilia. Na labda nisome jumbe mbili tatu kabla tuungane naye Bi Msafwari na mramigomba. Kuna mmoja hapa Rashid anasema, anaitwa Hajra anasema sasa hivi wanaume ni waongo kupata mkweli ni bahati. Mimi nimetamani nipate mwanaume mwenye tutaishi naye kwa raha na shida, bado waume hawako huyo. Ni wa kwanza, sasa tampataje kama... Mwelekezi anatuliza, anatafuta wapi? Hajira unauliza, unatafuta wapi mm. Ay, darasa, mwingine hapa anasema... darasa la wanaume wenye wakweli, sijui atalipata. kuna pengine hapa anasema hakuna kazi, wanaume ni kutafuta tu maneno kutoka kwa wake zao, sababu ya kushindwa majukumu ya ndoa. Allah ni Mungu tu Olewa kina mama, ana kisababu akiolewa atakaa. Wewe jumbe ni nyingi, lakini wengi ni wakina mama wameweza kukasirikia kina baba. Wako kwenye ndoa ama bado wako kwenye ndoa ndoa? mm -hmm. Sema kitu mtazamaji hii <laughs> mada kwa kina, kwamba je inakuwaje? Kwa sababu ni kweli maisha yana uhakika, kuna watu walipatana wakiwa wanaajira sasa hivi kuna mmoja amefutwa. Kuna mtu alipata na mwenzake akiwa salama akapata ajali sasa hivi ni mlemavu. Kuna mtu alikuwa anaishi kwa sababu moja ama nyingine ako gerezani. Yani kuna mambo mengi ambayo huwezi jua. Kesho yetu Mungu ndiye anayejua kila kitu. Kipindi kile huwa ni kipindi ambacho cha mtihani mkubwa sana. Je, wapo watu wanaweza vumilia leo hii wakati kuna mwenzake ana ajira yuko nyumbani anajitafuta, ama ni mlemavu lazima muuguze, ama ni mgonjwa lazima asimame naye masaa ishirini na manne. Wapo watu kama hao, Bi Msafwari? Naam e, nashukuru sana na hichi kipindi cha nikumbusha mbali sana, kwa sababu nikisema cha cha nikumbusha mbali, mimi yalinipitia hayo. Mzee wangu kazi iliisha, na ilipoisha ndio pale tulikuwa tuko na watoto wote wameenda wako primary. Na vile tulifanya ilibidi tutoe watoto katika zile skulu za private tuwapeleke public, na tulipowapeleka public, ikawa sasa mimi ndio nafanya kazi. Kumbuka kwamba ile kazi ndikuwa nafanya, yeye alikuwa amechukua loan, so alipoacha kazi, zile pesa ile loan aliyokuwa nayo ikakatwa yote, na kile kitu alikinunua na hiyo loan kikampotelea kwa bahati mbaya, kikapotea. Maana ni nyumba alikuwa amenunua, alafu hiyo nyumba ikapotea. Sasa ikawa katika kile kibarua ninachokifanya mimi nilipe school fees za watoto na huku tena naendelea kulipa ile loni, maanake loni haikuwa haikumalizika, ilikuwa ni loni kubwa. Tukaendelea hivyo hivyo na watoto, watoto wako high school kama ni wanne, mmoja ameenda college nikang'ang'ana na watoto lakini nataka kukwambia kama kuna mwanamke ambaye kipindi kama hichi kinaweza kikakupitia utaacha urafiki wa wanawake, utaacha vikundi vya wanawake. Kwa sababu once ukienda katika hivyo vikundi na uko na shida kama hiyo, unaweza kushindwa kulea watoto. Jambo la kwanza, unalea watoto na uko na mume wako, yuko hapo ndani na amepata depression kwa yale mambo ambayo alikuwa amempata nawaambia ule ukweli, katika ile depression ilimweka chini kwa muda mrefu, so mpaka saa zingine nimlishe, alafu nitoke niende kazini, na katika hii kazi nafanya nasomesha watoto. Lakini wacha niwaambie ukweli wa Mwenyezi Mungu, maanake hata wanangu wananisikia. Unafunga masikio kupata advice kutoka kwa mtu yote, advice ni upate kwa Mungu Mwenyezi, lakini ukipata kwa watu utashindwa kabisa kwa sababu si jambo rahisi, na kwamba mtu kama huyu yataka umwonyeshe mapenzi. Usipomwonyesha mapenzi, atajichukia. Sasa mimi kila mara alikuwa akiniambia, sasa mimi shida zangu nilizitafuta, wewe ndio utazilipa. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa na mwamini Mungu na nilikuwa kanisani mstari wa kwanza, hayo mambo hayakunilemea kwa ubaya, na nasema katika ule ukweli, watoto walikuwa wanasoma hapa primary, lakini wanapangwa shule za huko Maseno lakini katika kupangwa kote kule sikushindwa, yaani Mungu aliniwezesha hawa watoto wakasoma wakamaliza bila msaada wa mume wangu. Hili nalizungumzia wale watakaosikia wasikie. mm -hmm. na huku nauguza na, na nikamuuguza kwa roho safi mpaka Mwenyezi Mungu akamchukua mikononi mwangu. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hili jambo si, si rahisi na mwanangu, linapokuja ukimwamini Mungu Mungu hakuachi mm -hmm. Lakini avoid urafiki wa wanawake. Wewe zingatia na Mungu wako na, iba, na, na kanisa lako na mume wako ndani ya nyumba, lakini ukiwa na marafiki hutatoboa, ukisikiza ya watu hutatoboa. Okay, asante sana Bi Msafwari. Tukiwa na Miriam wa Migomba kupitia mtandao wa simu. Je, unaamini kwamba wako wale ambao wanaweza kuvumilia uh, misukosuko ya ndoa? Lulu. Naam. Lulu. Yes, tunakupata vizuri Miriam. Alipata, wanasema kwenye kundi la mamba na chenge, nao pia uwa wako na maanisha ya kwamba kuna wanawake wanaweza kustaamili mm -hmm. Lakini unastaamili kivipi? Tunarejea kwa baadhi ya wanaume ambao leo hii unakipato uli- unasema hiki kitu ni kujiwekeza, ulijiwekezea vipi kwa mke wako? Kwa sababu kuna wanaume, naomba niongee ukweli kabisa, kuna wanaume wakiwa wana kipato ni nyobe garai semei cheme. semei ni vipi wewe, kwenu hivi vipi we katika mwanamke mwanamke mwanamke ameona rangi zote za mwanaume wake rangi zote za, za wanawake. Sasa fikiria mwanamme huyu anasahau leo hii inayompa jeuri ni, ni kazi. Anaweza akatumia lugha ya kumwomba mke wake msamaha, mke wake akasema mume wangu kweli, akusamee aisi apate kusonga, kwa sababu kuna watoto lakini inafika mahali mwanamme anarudia tena. Hii iwe funzo kwa baadhi ya wanaume za kuzungumzia hiki kitu, anarudia tena, yule mwanamke nafsi yake inakinai. E, ikitakinai anaishi pale ni kwa sababu ya watoto wake, awalee wakuwe, aendelee kuwasomesha. Lakini ikafika mahali mwanamme mwana akapata changamoto, mfano wa maradhi ama biashara kuyumba ama kusimamishwa kazi ama kustaafu. Mstaafu atapata pesa, lakini pesa ya kutoka haingii, ni pesa ambayo pia ni ngumu, inakwenda inakwisha. Mwanamke inafika mahali, badala ya kukumbuka yale mema aliyofanyiwa na mumewe, inawezekana yakawa ni madogo ama ni machache, akakumbuka mabaya maovu aliyofanyiwa na mumewe, mwanamke akaamua kukimbia ama kuondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana hofu ya Mwenyezi Mungu na tayari moyo wake ulishakufa gani si sasa hii iwe somo kwa baadhi ya wanaume kwamba kama wananisikiliza hivi sasa kwamba leo hii una kipato elewa hiki kipato ni kama unavyoona asubuhi unaona mchana unaona jioni unaona usiku na maisha ya mwanadamu yapo hivyo leo hii watu walikuwa wananisikia mimi wananiona na kunisikia lakini leo wananisikia hawanioni hii si, tusipende kukariri maisha. Umeona maisha inavyoweza kubadilika, Lulu pamoja na Rashid, Lulu pamoja na Rashid mm -hmm. naam. umeona maisha yanavyoweza kubadilika kwa pa, hiyo mwanaume yoyote umebahatika kuoa, tutengenezee mke wako samani na mapungufu mapungufu yale usiyabebe, beba mema yake, inayosababisha wewe ukaweza kumuoa na mkaweza kubahatika kupata watoto, kwa sababu hata wewe pia una mapungufu, mke wako anaamua kuyabeba. Sasa inafika mahali mke wako anasema hivi, atakukumbuka kwa mema mengi, akaamua kubaki na wewe, kama umepata ajali, kama umefukuzwa kazi, kama umesimamishwa kazi, kama umestaafu, kama biashara inayuasema taa acha nitaamili. Akawaambia ndugu zake, jamaa za mume wangu, hakuna nilichokuwa na kikosa la kwanza, lakini mume wangu alinipa upendo wa kiasi kikubwa, mume wangu alinijali kwa kiasi kikubwa. i si, inapelekea mwanamke kuvumilia, lakini pia naomba niongeze hapo hapo kwa so wanawake ambao ninaozungumza sasa hivi, ni kweli inawezekana mume wako umemfumania, mume wako amekuonyesha rangi zote za dharau. No. Lakini ukumbuke na mema yake. Tunazungumza kitu kimoja, tumati ya mwanamke inapaswa kunasa kwamba kuyumba so. hmm. eh, kwa huyu mwanaume sio kwamba atayumba milele, ni kama unavyoona usiku na mchana, anaweza leo kayumba, kesho akapata kilichokufanya alikweti yeye anacho akakutengenezea dharau ukamuka, basi leo hii kwamba kwa sababu ameyumba ukasema hmm. anaondoka kwa sababu alinidharau Mm -hmm. Ukumbuke kwamba huyo ni mwadadabu kupikia hayo anayoyapitia, wacha yapikia, lakini iposio huyu mwanaume akakuja kubadilika, ndipo unapoona wanawake wengine wanatamani kumrudia yule mwanaume, kwa sababu yule mwanaume, kile kipato kiliumba mm -hmm. amerudisha tena kwenye kipato, mwanamke mm -hmm. anasela, anatamani kurudi tena. Mimi ushauri wangu kwa baadhi mm -hmm. wanawake mume mm -hmm. wako umeona amepata ajali, mume wako umeona amesirikika kibiashara, mume mm -hmm. wako amefukuzwa kazi, mume wako amjiumba. Usibebe mabaya yake, kumbuka mema yake. Wanasema mbaya lisi na wema. Asante okay. sana na, na ukiangalia, kwa sababu unaweza kujiuliza yanayozungumzwa na Bi Msafwari uh, yanayozungumzwa na Miriam Migomba labda pengine yana ya mshiko gani? mm -hmm. Lakini tuna mfano mzuri, tumeonyesha taarifa ya watu ambao wanakwenda uh, Kango Kajaramogi kule Bondo mm -hmm. kwenda kutoa heshima zao kwa mm hayati -hmm. Raila Amolo, lakini kuna Aida Udinga mm -hmm. ambaye, angalia maisha yake ya misuko-suko ya bwana yuko ndani zaidi ya miaka minane, huku umefutwa kazi, unawalea watoto peke yako, lakini amesimama naye, amemsubiri alipotoka, ameishi naye mm -hmm. Maisha yapanda mm -hmm. shuka mpaka Mungu ameweza kumchukua mm -hmm. Si rahisi, sidhani mm -hmm. Kama kuna kizazi cha sasa uh, ambapo mtu na ushauri shauri kama alivyosema Miriam wa marafiki mm -hmm. Utaambua Lulu unamlea vipi, Rashidi unamlea vipi, nani, kwa sababu hana kitu mm -hmm. Amefilisika, kwa hiyo si rahisi ukimwona mtu aliyevumilia dua kwa sababu mm -hmm. sio wengi wanaweza kuvumilia. Naam ni asilimia ndogo lakini, mm -hmm. uh, somo la leo linatufundisha neno subra. Naam. Usipokuwa na subra basi hautavumilia na kama, kama ulipenda ulichokiona ukiwa na kazi utakiona. Mm -hmm. Ukifutwa kazi utakiona. Lakini <laughs> kama ulipenda rafiki ukifutwa kazi atakuwa na wewe. <laughs> Kwa hiyo jiulize, ulipenda ulichokiona ama ulipenda rafiki yako, kwa sababu mm -hmm. kama ulikiona na utakiona cha mtemakuni wakati mambo yanaenda sege mnege. Kwa heri mtazamaji. Sema kitu, lakini kumbuka pia vilevile vile, kwa kumalizia, kuna Mike, najua Mike amepata mtoto. oh really? Amepata mtoto sije mke wake akasema useme. Mike alikuwa ameoa. Ah, ah. Ni bachelor. Nimechoma. Eh, Uh, amepata amepata <laughs> mtoto wa pili, kwa hiyo sije. <laughs> Lakini sasa sijui ni yule yule tunamjua ama Mbani? Ule, ule, yule yule yule yule, tunaribu tunaribu, sema kitu kama sie, mtatuomba radhi, ni binadamu.